Uchunguzi uliofanywa na Bodi ya Kitaifa ya Usalama wa Usafiri, NTSB, kuhusu mlipuko wa kifuniko ya mlango kwenye ndege ya Alaska Airlines aina ya Boeing 737 MAX 9 imebaini kuwa mifumo mingi kushindwa ndio ilisababisha tukio hilo mnamo Januari 5, 2024. Mnamo Juni 24, 2025, katika mkutano wa bodi ya NTSB, mwenyekiti wa shirika hilo Jennifer Homendy alieleza kwa undani mlolongo mrefu wa matukio yaliyosababisha kutenguka kwa kifuniko cha mlango na sababu moja kuu iliyookoa tukio hilo lisigeuke kuwa janga. Hebu niseme wazi, ajali kama hii haitokei kwa sababu ya mtu mmoja au hata kundi la watu usafiri wa anga una uimara mkubwa zaidi ya huo. Ajali kama hii hutokea tu pale ambapo kuna kushindwa kwa mifumo mingi, alisema Homendy katika hotuba yake ya ufunguzi. Homendy aliwasifu ya marubani na wahudumu wa ndege ya Alaska Airlines kwa juhudi zao za kuokoa maisha wakati wa dharura hiyo. Wakati kila sekunde inahesabika, kama ilivyokuwa kwenye safari moja mbili nane mbili, mafunzo hadi kufikia kiwango cha kumbukumbu kumbu ya misuli huwa ya muhimu mno, alisema. Katika tukio hili wahudumu walijua kwa usahihi cha kufanya, walichukua hatua bila kusita, waliokoa maisha. Lakini hata hivyo hawakupaswa kuwa mashujaa, kwa sababu ajali hii haikupaswa kutokea kamwe. Akinukuu maelezo ambayo hapo awali hayakuwa yameripotiwa, Homendy alieleza kuwa wakati wa dharura hiyo kulikuwa na watoto watatu waliokuwa kwenye mapaja ya wazazi wao na watoto wanne waliokuwa wakisafiri peke yao, mmoja wao akiwa na umri wa miaka sita tu, na hii ikiwa ni ndege yake ya kwanza kabisa. Rubani mkuu, rubani msaidizi, wa hudumu wa ndege watatu na abiria 164 walikuwa wameondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Portland na walikuwa wakipaa angani katika urefu wa futi 15000 wakati kifuniko cha mlango wa upande wa kushoto katikati ya ndege kilipotenguka kutoka kwenye ndege hiyo na kusababisha kushuka kwa kasi kwa shinikizo la hewa ndani ya ndege. Kama sehemu ya mkutano huo, NTSB ilichapisha muktasari wa kiutendaji wa ripoti ya mwisho ya uchunguzi ambayo itatolewa katika wiki zijazo. Kama ilivyo kwenye hotuba ya ufunguzi ya Homendy, lawama kali zilitolewa dhidi ya Boeing na mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani, FAA. Oktasari huo ulisema Boeing ilishindwa kutoa mafunzo ya kutosha, mwongozo na usimamizi kwa wafanyakazi wake wa kiwandani na kwamba FAA haikufanikiwa kuhakikisha kuwa mtengenezaji huyo alishughulikia matatizo ya kurudia rudia na ya kimfumo kuhusu mchakato wa kuondosha sehemu za ndege.